Sasa hivi tushadondosha kabati polisika na natugharimu sisi kwenda kucheza away kutafuta matokeo ya pointi tatu kuja kulikava ili lizodondoka leo. Sasa angalia na timu ambazo naenda kucheza nazo. Kwa hiyo kila bingwa, safari hii si nyepesi kama tunafikiria, na sisi waswahili wanatusumbua. Waarabu waswahili wanatusumbua zaidi. Kwa hiyo wa tumepoteza mechi ya muhimu sana ya kutupa safari ya kwenda robo fainali. Kwa hiyo hii mechi imetupoteza mazima. Wewe tabiri. Hapana, sio kama nakata tamaa. Ni kwamba sisi Dar es Salaam kama nilivyokuambia, tunakuwa na point 9 ambazo point 9. Sasa leo umedondosha kudondosha na Raja Casablanca ni kwamba tukaenda kuzipata away. Wapi? Uganda. Nikali kawa leo ambao tumepoteza hapa. Je, sasa fariki kuna timu hii gap ya point 7 wale jana moja moja, leo huyu kashinda, maana yake sisi nafasi ya ngapi? Nafasi ya mwisho, tutashika nafasi ya mwisho. Kwa hiyo kwa jumla, mwalimu ndo katoka tusababisha tusipate ushindi siku ya leo. Hiyo ina kufuta mwalimu, katusababisha tusipate ushindi, maana mwalimu angeweka mastrika kipindi cha kwanza, zile chance ambazo tungekosa, kati ya zile tatu mbili anga score zikikuwa magoli, sasa tayari kipindi cha pili anaingiza striker. Sasa sijajua maana yake ni nini, kipindi cha pili kuingiza striker, cha kwanza? Wewe uko nyumbani, unahitaji ushindi alafu wewe weki mastreka alafu mwisho wa siku unataka timu ishinde. Ilikuwa ni ngumu, kimcha pili anakuja watu washajipanga wao. Tumepoteza pambano hili kwa sababu mwalimu hakuwa serious na mechi ya leo, si? kama na kwamba mmepata mpinzani mgumu kwelikweli, mpinzani ni mgumu mm, lakini chansi ulizopata je, ulizitumia? wao mm, wa wamepata chansi moja wametumia, wameskora, imekuwa goli mm. Na hizi mmepata chance karibu ngapi chance tatu, Mpanzu wanakosa magoli maana yake nini? Tungeweka striker halisia kufunga magoli tunaweze kupata ushindi, lakini tumepoteza pambano hili kwa sababu mimi, mista kusema, ni uzembe. Uzembe ni sababu Kama pambano hapo. Kwa maana hiyo nataka kusema kwamba mchezo wa leo kwa Simba Sports Club kufungwa ni kocha i ambaye ameshindwa kuendana na mipango sahihi. Kwa nini, kwanini asingeweka striker toka mapema? Kwa ndio kwaondoa, tunalaumu kwamba kocha ndio alisababisha yote haya sisi tumefungwa kwa sababu ya kocha. Kwa nini usikiweka mastreka? Tukifungwa tunafungwa kama taifa, tunafungwa kama Simba wote. Sasa unaweka mastreka, watu ndio wanapata pa kusemea kwamba kwa nini usiweka streka ili tuweze kupata ushindi. Kwala tumepoteza pambano kwa sababu mwalimu alishindwa kujipanga yeah. Tukizungumzia kwenye michuano ya kimataifa katika hatua ya kwanza ambaye imewaitisha vyema katika ardhi ya Tanzania ni Young Africans peke yake ambaye amepata ushindi. Singida Black Stars amepoteza, amepoteza amepoteza. Azam FC goli Simba Sports Club naye pia wapi anpata usi amepotezamepoteal ueu, kinachonihuzunisha kwamba sasa hivi tunashika mkia kwenye kundi, wale wajana moja moja wao ndio kashinda, maana yake wa kwanza wa pili, sisi hatuna point, umeona hiyo kitu. Na mechi za klabingwa lazima ushinde nyumbani, sisi tulifungwa na Raja, tukaenda kuzipata kwa Vipers Yee yeah, ni nani ambaye nimepeswa kumfunga kama Vipers? Watu wagumu wagumuawe eh. Nasema hivi eh, leo tumepoteza pambano la muhimu kwa uzembe. Mwalimu asiweke streka shida hmm, ni nini? mechi na JKT alifanya makosa haya haya, akaweka viungo wafungaji hamna. Kipindi cha pili ndio akaja akaweka mastreka tukapata ushindi. Sasa kwa nini asiweke streka kushida ni nini? Narudia mara tatu. Mpanzu nakutaja mara tatu. Mpanzu nakutaja mara tatu. Fainali ile ilinyamaza, usinda kuskoa magoli. Leo hii tena unapata chansi tatu, usinda kuskoa. Mpanzu kuna nini? Kwambia kwa kitu. Mpanzu kuna nini kama sio kama ikawa kama kina Shabalala, watu wanatuuza na natuharibia timu. Chansi tatu na ile ya mwisho hiyo, sukoa goli, sukoa goli. Shabana utegemea na kaaa anatufanyia mambo ya ajabu sio? Kaenda Yanga, huyu naye silibaki hivi, ende Yanga. Kwa nini amebaki? Jifunzeni, tumieni na akili. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Huyu kabaki libakia hivyo, ende Yanga. Ina maana mpaka sasa hivi kuna nini? Sijaesijasema, nasema yeah. Hivi yeah. Yeah. Yeah. Anatufanyia vitu vya ajabu, uwezi ukapata chansi tatu mechi mkubwa kama klabu bingwa kuashinda kuskoa hata goli mojami yeah. Yeah. well, well, ndakatua yeah. Okay. No. Anapoteza maombi yangu, natumia nguvu kubwa kuomba, halafu kuna watu wanakuja kutufanyia mambo ya ajabu. Hii sio sawa. Mm, haya -hmm. Niambie sasa leo

wale wawili watatu wa pili wa wa na watatu, sisi tunashika mkia sasa. Je, tutavuna wapi pointi tatu za nje za wewe kuja kulikava ziwe tisa? Maana mashindano nayo yanaenda tisa kumi, kumi na moja, tutaendeje sasa, au pige sababu hizo. Sasa hii mechi ipata sare bado bado, lakini kitendo cha kupoteza mazima. Ndio maana sasa hivi tukaenda kushinda, tunaanza moja, mwanzako anaenda nne, mwanaishi anaenda sita. Mungu, ibariki Simba, lakini sioni kwa macho

kitu kifanyika jana sio sawa. Kwa ujumla jana ilikuwa sare sare, leo Simba ilikuwa naye ashinda tatu moja, lakini anacheka. Anamcheka nani? Anatoka pale anacheka nini? Kwa nini? Uko unataka kwenda Yanga kufanya nini? Ukarudia njiani, tulikwambia. Ndio umesababisha usifunge, utakata nini? unavyomjua jibisawala nafasi ya kwanza kama ile yeah. ya pili anaipeleka kule ili mtufunge, kwa hiyo sisi yeah. Leo mtu alatofanyia mbaya ni mwalimu mwenyewe, mwalimu na huyo huyo timu sawa. Kwa hiyo matatu vipi? Bado mnaendelea kuishi naye? Sasa akizania anako kuendea Simba hizo kukaa

una mwalimu una mkwala, unaweza kutumia mifumo ya kupandisha. Hata mfumo ndio huo umekataa mfumo ndio huo. Sasa nitajaribu kwa mechi ijayo. Sasa ndo hii na mpalawama na mpalawama, na mimi nasemeje kwa hali ambayo tumeiona leo ya kutufulisha na wanasimba Alafu mteni yana ya kashinda imetupa uchungu mara mbili, mi nataka kumaliza kwa watu ondoke na ile ya kusema ya kwamba matatu kocha Simba uchungu. nasema hivi hmm. kwa hali jinsi ilivyo kwa muda huu haya hmm. hmm. mashindano ndio yanayopa heshima Simba hmm. leo hii tunafungwa kiajabu ajabu beti ni hmm. Luanda kwa faida sana hmm. tumefunga national hapa hmm. tumefunga Wydad tumefunga Kaizer Chiefs tumefunga hmm. Kaisa Chifu Orlando tumwafunga yeah. timu kubwa zoteuuu yeah. yeah. Galaxy tumafunga. Nani kafungwa nani leo? Huyu ndio tusema tusia kumfunga mm. Kilichotokea leo kimetukarimu Simba kama Simba mm. Mungu awabariki sana, asanteni.